Naibu Rais Kidhure Kindiki anapoendelea kukwea mlima tukuja tusikuje, leo amekutana na viongozi wa Nyandarua na kuwashawishi kuendelea kuiunga mkono serikali ya Rais Ruto, japo amewakashifu viongozi kutoka eneo hilo anaosema kuwa wanajaribu kuendeleza siasa wakati wa kuendeleza maendeleo. Hakuja, wanachochea wananchi, wanawaweka mori kuchochea kuchochea, wanaenda hajasaidia na chochote, hajasukuma barabara, hajasukuma maji, na wengine ni watu wamechaguliwa. Kazi ya mtu amechaguliwa ni kuchochea wananchi ama ni kuwatafutia maendeleo? Na vile vile tunajua ya kwamba katika mambo ya siasa mwananchi siku hizi anataka kusikia wewe kama kiongozi, wakati umekuwa mbunge, wakati umekuwa MCA, umekuwa governor, senator, ama hata rais wetu, umefanya nini siku ile umekuwa kwa ofisi. Mbunge wa Uriri Mark Nyamita akiwarai viongozi kusaza siasa za vurugu na ukabila, na badala yake kuunga serikali kuu mkono. Wale viongozi ambao wanaendelea kutugawa kwa kwa ukabila, tuambie wakae kando. Na mimi nawaambia sisi leo tuko hapa uongozini, Moi wameenda Kibaki wameenda, ni sisi tu. If we do not guide the next generation and we take them the path, hii ya vita na kuchukiana haitasaidia. Kwa hivyo mimi nawaambia tu mkitaka kuendelea kutusi, tafadhali mtusi sisi. Tumewacha ile mbili tumepewa sisi, tunashukuru. Aidha, viongozi hawa wameonekana kuunga serikali mkono, wakidokeza kuwa kupinga miradi ya serikali hakutawasaidia wakazi wa maeneo yao kupata maendeleo, wakidokeza kuwa kwa miaka mingi kaunti ya Nyandarua imekuwa ikitengwa kimaendeleo, lakini hilo sasa linabadilika. Zile serikali zimekuwa hapo mbele, zimekuwa zikitenga Nyandarua for so many years either by default mimi watu ya Nyandarua, niko hapa kuwaomba kitu moja, kama kupinga ni mzuri na kama kupinga huleta maendeleo, kwa nini Laila anaingianga kwa serikali? Kando na hayo, naibu rais ameipigia serikali ya Kenya kwanza kipaumbele, akitaja baadhi ya miradi ambayo serikali hii imefikia kupitia sera ya serikali hii Ukasema moja ya kile kinasababisha bei ya unga ifike 250, 240 kilo mbili ni kwa sababu ya bei ya juu ya fertilizer ndiyo tukaweka pesa ya serikali ya kupunguzia mwananchi mzigo wa bei ya fertilizer. Mary Kyalo, Undugu TV